Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV bado tunaendelea kutazama yale yanayojiri huko Mashariki ya Kati. Wakati huu tuelekee huko Teherani nchini Iran. Naitwa Ramadhani fupi. Serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran imesema kwamba tayari imeshafungua milango ya kuwapeleka kuzimu wayahudi wa Israel. Waziri wa mambo ya kigeni wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran Abbas Araji amesema kuwa kwa shambulizi lililofanywa na Israel nchini Iran, Iran haipo tayari tena kufanya mazungumzo na Israel, huku akisema kwamba tayari washafungua milango ya kuzimu kwa watu wa Israel. Jamhuri ya Iran inasema kwamba mpaka sasa inajiuliza ni nini hasa kiliwafanya viongozi wa Israel hasa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu kuamrisha kufanya mashambulizi nchini Iran. Hata hivyo Iran imesema kwamba kama mpango wa silaha za nyuklia wa Iran ndiyo sababu iliyowafanya Israel kufanya mashambulizi huko Iran siku ya Ijumaa, lakini mbona tayari kulikuwa na mazungumzo kuhusu mpango huo kati ya Iran na Marekani, mazungumzo ambayo yalifikia hatua nzuri ya makubaliano. Lakini Iran imesema kuwa kwa kuwa Israel imeamua kuingia vitani dhidi ya Iran basi Iran ipo tayari na ishafungua njia ya kuwapeleka kuzimu watu wa Israel. Aidha, serikali ya Marekani imesema kwamba imeandaa mpango wa kufanya mazungumzo ya kusitisha vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israel, lakini kwa upande wa serikali ya Iran imesema kuwa haipo tayari kufanya mazungumzo, lakini kama Israel itaacha kufanya mashambulizi dhidi ya Iran basi Iran nayo itakubali kufanya mazungumzo hayo. Abbas Araji, waziri wa mambo ya kigeni wa serikali ya Iran amesema kuwa anashangaa ni kwa nini hasa Israel iliamua kufanya mashambulizi yaliyosababisha vifo vya makamanda kadhaa wa jeshi la Iran pamoja na watu wengine muhimu wakiwemo wanasayansi wa nyuklia pamoja na wanasiasa nchini Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, limesema kuwa miongoni mwa vitu ambavyo Iran inavitaka kwa sasa ni kuuonyesha ulimwengu kwamba, je, Iran ina uwezo wa aina gani katika mapambano ndio maana haitaki tena kufanya mazungumzo na mtu yoyote kuhusu silaha za nyuklia. Mfuatiliaji wa kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.